Hapo hmm, yeah. Majagi yote hapa, yani kuanzia hapo mpaka pale ni majagi tu. Ah, ili hapa matunda, si ndio? Ili hapo, sema hivi matunda, matunda ile tuliochukua ile, kwapi? <mimiliki> ndio <Dwayne>. Hii hapa ndio hii, aitembei <mimiliki> yeah, kesa eh, hapo kadogodogo hapo, shingapi hapo